Kwingineko ni kwamba mipangilio ya kuzindua soko jipya la manispaa ya mji wa Maralal uko Samburu imekamilika. Naibu Rais uh, Profesa Kithure Kindiki akitarajiwa uh, kuzindua soko hilo mapema leo. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anatuchorea uh, taswira kamili. Nderemo vifijo, ambavyo vimeshamiri hapa katika mji wa Maralal, saa chache wanapomsubiria Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, kwa mgeni wa heshima kuweza kufungua jengo hili rasmi, ambalo ni jengo la kutoa nafasi mazingira dhabiti kwa wafanya biashara kuendeza biashara, biashara zao, ama tunasema kwamba ni soko la manispaa ya mji wa Maralal. Na tunaye hapa meneja wa soko hili kuweka wazi. Je, mwanzo jitambulishe na kila kitu kipo tayari kwa, ma, kwa ufunguzi wa soko hili? Ah, asanti sana, asanti ah, leo tuko hapa kwa kufungu, kufungua soko hili, na tunashukuru Mungu kwa sababu tumeweza kujenga soko hili, soko yenye litatoshea watu zaidi ya mia tano na watu wakaaji wa Maralal, wakaazi wenye wanauza kwa mabarabara, watatoka kwa mabarabara kuchomwa na jua, watakuwa wakiuzia hapa ndani. Haya machache nashukuru, thank you uh, asante. Jongea mami, wewe ni mfanyi biashara yes? Uh, leo mnapopewa nafasi za kufanyia biashara, unaipokeaje? Ninafurahia sana kwa vile hatutakuwa tukikulia na jua, hatutanyeshwa na mvua, hatutapikwa na pumbi. Tumekaa sana kupikwa na pumbi. Sasa leo tumefurahia kama wamama ya Samburu County kwa vile tutaingia ndani ya hiyo soko, na kuuza vitu yetu na mzuri. Hata security itakuwa mzuri, kwa vile itakuwa na gate na itakuwa na maaskari yetu ya municipality, na sasa tutakuwa kuchunga sawa sawa. Kwa vile sasa tukienda kuingia hiyo soko yetu kuuza, itakuwa mzuri sana, hatutakuwa hata na uoga, kwa vile hakuna pumbi na hatutanyeshewa mtoko. Na maaskari yetu ya municipality atatuchunga hata kwa hiyo mlango ya soko, kwa vile security yetu itakuwa sawa. Kwa vile tunafurahia na tunashukuru, tunasema asante nam jongea hapa kwa wepesi. Wewe ee, binafsi hatua hii itawasaidia vipi nyinyi kama wafanyabiashara? Kwa majina yangu ninaitwa Meri Mombi, mkaaji wa hapa town, mfanyibiashara wa hapa town, na ninashukuru sana kwa sababu ya hili soko kufunguliwa. Ni kwa sababu sina uoga, sababu nikitandika guo sangu hasitanyeshewa hasitashomeka na jua, hasita na hasitakuliwa na fumbi. Hivyo niko na shukurani mingi sana mm. Naibu wetu wa rais, ninashukuru kwa sababu ya kukuja wa mpande huu wa kwetu utufungulie hii soko. Kifupi eh, pengine naibu rais profesa Kithure Kindiki atakuwa anafika hapa saa ngapi kuweza kuzindua jengo hili mm? Naibu rais atafika, alikuwa land 9:30. So akifika 9:30 ataenda kuangalia kwa, kwa ile project ya modern alafu sasa akuja hapa so tuseme kama saa ine na nusu ndio atafika kuzindua hii project eh. Hey, mwisho naambiaje, wafanya biashara leo naambia wafanya biashara tume launch soko sasa. Uh, ile imebaki sasa ni ku-allocate uh, stalls kwa wafanya biashara na sasa waendelee na biashara. Na asante sana. Ndizo kauli zinazoibuliwa hapa. Maandalizi yapo kabambe, kila kitu kishwari, wanamsubiria tu naibu rais Profesa Kithure Kindiki kuzindua jengo hili rasmi, kutoa nafasi kwa wafanya biashara kuendeleza biashara zao ili kuondolea dhiki ya kuendeleza biashara zao kandokano mbarabara za mji wa Maralal na kustahimili jua kali mchana kutwa na kivumbi kikali.